Na raia wa Rwanda waliorejea kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hivi majuzi wamesema wamefurahishwa na usalama na maendeleo ya nchi hiyo baada ya kuvumilia hali ya kutishwa maisha yao katika nchi hiyo jirani kwa miongo kadhaa. Tangu Jumamosi ya Mei 17 maafisa wa Rwanda na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja Mataifa walipokea zaidi ya wanyarwanda elfu moja na mia moja waliokuwa wameshikiliwa mateka na wanamgambo wa FDLR wenye makao yake makuu huko mashariki mwa Kongo kwa zaidi ya miaka 30. kundi la hivi punde la waliorejea ni mia saba. ni watu 796, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, na walivuka mpaka Grand Barriere katika wilaya ya Rubavu siku ya Jumatatu wakiungana na watu 360 waliorejea Rwanda siku ya Jumamosi wamekaribishwa katika kambi ya usafiri ya Kijote katika wilaya Nyabibu na katika kambi ya usafirishaji ya Nyarushishi wilayani Rusizi kwa kukaa kwa wiki mbili kabla ya kuunganishwa tena katika jamii. Ripoti rasmi zimeonyesha kuwa kurejea kwao ni sehemu ya juhudi za kuwarejesha makwao wa nyarwanda 2500 wanaoshikiliwa na waasi wa FDLR, kundi liloanzishwa na mabaki ya wahusika wa, wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994. Wizara ya usimamizi wa dharura ilisema takriban wa nyarwanda wamerejea kutoka Kongo tangu Januari mwaka huu na kuungana na wengine elfu tatu na mia tano waliorejeshwa mwakwao tangu mwaka 1994. Esperance Uimama na Theogono Ntibabora ni miongoni mwa waliorejea nchini humo na wamepongeza maendeleo yaliyopigwa katika taifa la Rwanda. Hatukuweza kufikiria kwamba tungefika hapa salama, tulichoona ni hadithi tofauti, alisimulia Ntibarora mwenye hisia kali na kuongeza, tuliondoka nchi hii zamani lakini tumerudi tena na tukishuhudia maendeleo na usalama wa nchi hii ambayo tunajivunia. Uwi mama alitafakari maisha katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye migogoro ambapo zaidi ya vikundi 200 vyenye silaha vinazurura kwa uhuru. Huko Kongo hatukuweza kulala kwa sababu ya vita na mapigano, lakini kutokana na uongozi mzuri wa nchi yetu hatimaye tumerejea nyumbani, alisema Maria Jane Furaha, mama wa mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 25. Pia naye alionyesha furaha yake baada ya kuvuka na kuingia Rwanda kama nchi yake ya nyumbani. Ninahisi salama zaidi kuishi Rwanda kuliko Kongo kwa sababu wazazi wangu ni Wanyarwanda, Furaha alisema, na kuongeza, siogopi tena, najisikia salama nikijua kwamba nitakutana na kukaa na familia na jamaa mwisho wa kunukuu. Waziri wa management ya dharura Meja Jenerali mstafu Albert Murasira, ambaye aliwakaribisha waliorejea, alisema watapata usaidizi wote no unaohitajika ili kuwawezesha kujumuishwa kwao katika jamii. Mtapata hati na mtaweza kusafiri Kongo au nchi nyingine mkitaka, lakini kama Wanyarwanda Rwanda na si kama wakimbizi, aliwaambia wakimbizi waliorejea ambao walikaribishwa katika kambi ya Kijote siku ya Jumatatu. Matatizo yote mlionao sasa yatashughulikiwa, lakini nanyi mnapaswa kushiriki na kuchangia maendeleo ya nchi hii. Jenerali Murasira alisema kuwa Rwanda imeanza safari umoja wa kitaifa na usalama wa kila raia. Mjisikie mko nyumbani na msisahau kuhusu dhana kwamba Rwanda haiko salama. Tunakaribisha hata wanachama FDLR na wale waliofanya uhalifu wa mauaji ya kimbari tutawawajibisha. Hatuna tena mgawanyiko wowote nchini Rwanda, mbali na kile mchokisikia kutoka huko Kongo. Na tuelekee huko mkoani Kigoma, ambapo serikali ya Tanzania imefanya msako mkali wa wahamiaji haramu kutoka nchini Burundi, ambao wamekuwa kifanya makazi katika hifadhi za Tanzania zilizopo katika mkoa huo. Mkuu wa wilaya hiyo Dr Rashidi Chuachua ameongoza operesheni hiyo ya kukamata wahamiaji hao haramu. Haya ni moja kati ya makazi ambayo tumekutana nayo ni takribani kilomita kumi kutokea barabara ya lami lakini ni takribani kilomita sita kuingia ndani ya hifadhi. Tumekuta makazi haya na raia anaokaa hapa, kwa sababu tumeshasema waondoke hapa. Hakuna mtu, maana yake wamehama, lakini tuna imani kwamba watarudi. Tunaendelea kutoa wito kwamba raia wote ambao sio wakazi wa Tanzania waondoke, waende kwao, vinginevyo eh, hatutavumilia wakae kwenye maeneo yetu ya hifadhi na kuanzisha makazi kama hivi. Tunafahamu eneo hili lina rutuba ya kutosha, lakini linalindwa pia kwa sababu ni korido ya wanyama ambao wanapita kutokea kutokea Gombe kuelekea Burundi. Kwa hivyo tuendelee kuheshimu mipaka yetu, tuendelee kuheshimu sheria za nchi zinazotaka mtu kama sio raia wa nchi yetu basi upo utaratibu wa kuingia, lakini utaratibu huo hauna maana kwamba wewe utakaa ndani ya hifadhi zetu. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito. Leo ni siku ya kazi, tangu asubuhi tunatembea nyumba kwa nyumba kuhakikisha kwamba watu hawa wanafuata utaratibu katika kuingia kwenye nchi yetu. Lakini kwa watanzania ambao wako ndani ya hifadhi pia tumewaelekeza ondokeni ndani ya hifadhi. Mpaka sasa hatujakutana na Watanzania, lakini nina imani inawezekana wapo watanzania wachache ambao wako ndani ya hifadhi hizi, na sisi tunaendelea kuwaambia waondoke ndani ya hifadhi zetu, wasichokoze serikali. Tutalinda hifadhi hizi kwa wivu mkubwa sana, tutalinda hifadhi hizi kwa nguvu zetu zote. Hifadhi iliyopo kwenye wilaya ya Kigoma, hifadhi ya Gombe ambayo iko chini ya Tanapa Sio hifadhi ya Kigoma, ni hifadhi ya Tanzania nzima. Kwa hiyo lazima tuilinde. Katika eneo hili ambalo liko ndani ya makazi, ndani ya hifadhi, eneo hili ambalo liko ndani ya hifadhi, tunaona makazi, kuna nyumba tatu ziko pale e, ingawaje sio nyumba za kudumu sana. Tunaona nyumba nyingine mbili ziko hapa na pale, kuna nyumba takriban tano sita. Inawezekana pale kuna familia moja inayoishi ama familia mbili, na kuna nyumba nyingine iko kule juu lakini sambamba na nyumba hizo eneo hili eh, limeanzishwa mashamba limeanzishwa mashamba eh, ya, ya, ya mazao mbalimbali, na kuna maharage kuna miogo kuna, kuna migomba, na inaonekana wazi kwamba watu hawa wamekaa muda mrefu kidogo kiasi kwamba wamejitawala na wanaendelea na maisha kama kawaida, wakati hawana vibali vya kuishi katika nchi yetu. Tumeamua kuja kuwafuata na kuwaeleza kwamba wenyewe waondoke warudi nyumbani kwao, kwa sababu hapa ni hifadhi, lakini hawastahili kuingia katika nchi yetu bila ya vibali maalum. Kwa hiyo hawa ni wahamiaji haramu. Unaanza nawe, bwana, unaitwa nani? Elia, toa sauti. Unaitwa Elia? Unatokea wapi? Chibitoke, Chibitoke kwa wapi? Chibitoke kwa mimi Mugina ni mkoa ndani ya Burundi. Wewe unatokea wapi? Ketchi, Chibitoke. Ndiyo. Umetoka lini kwa Chibitoke? Ndiyo. Umetoka lini kwenu? umetoka Ndiyo. lini umetoka lini. Umetoka lini. Umetoka lini utaujua na watu wengine. Wewe unatokea wapi? Chibitoke. Kwa nini umekuja huku bila una vibali vyovyote? Kwa nini umekuja? Sasa wewe hujui kama ni Tanzania hujui kama ni Tanzania sasa. Kama unajua, kwa kwa nini umekuja huko? Wana pesa za Burundi pia, hatuwachukulii fedha zao, lakini tunawaonyesha kwamba hawa ni raia wa Burundi, wana pesa zao za Burundi. Zimeitwaje fedha hizi? marundi. Marundi. Marundi. Marundi. Marundi. Marundi, wana marundi. hmm. wana faranga hizi hmm. ni fedha zao hmm. wamekuja kutoka eh, Burundi wanaishi Kiburundi Burundi hapa ndani ya eneo letu na sisi eh, tunawakamata kwa amani na utulivu, tunawapeleka kwenye mikono ya sheria na tunawatangazia kwamba hili ni eneo la hifadhi, hampaswi kuishi wala kufanya shughuli zenu ndani ya eneo la hifadhi, lakini pia hampaswi kuingia ndani ya Tanzania kwa mipaka yetu wakati ninyi sio raia wa Tanzania, upo utaratibu wa kupita kwenye njia zilizo halali kuingia katika nchi nyingine. Kwa hivyo mnatuhatarishia hali ya usalama ya eneo, ya eneo hili, usalama wa eneo hili kwa sababu mnaingia bila ya utaratibu, na kwa maana hiyo tunaondoka na nyie, tunakwenda kuwaweka ndani, halafu utaratibu mwingine utafuata wa kisheria kulingana na makosa ya kuingia kwenye nchi yetu bila ya vibali. Sasa mimi nashangaa kuna baadhi ya ndugu zetu wengine wanasema maeneo haya wanaishi Watanzania. Tumetembea takriban kilomita kumi sasa, hatujakutana na makazi ya Watanzania, hatujakutana na Watanzania huku. Tunakutana na Warundi tu, hatujakutana nao. Wamejenga mpaka majumba huku ndani ya eneo letu, ndani ya wilaya ya Kigoma, ndani ya nchi yetu, huku wakiwa sio raia mpiga kura wa Burundi, si ndio? yeah. uh, Yibu Republika Burundi Republiki du Burundi ikarata ya matora, kitambulisho cha kupigia kura hiki, maanake imeandikwa Commission Electorale Nationale Independante kwa uchaguzi wa 2025 2027. Ana vitambulisho vingine vinavyo eh, mtambulisha kama yeye ni raia wa Burundi. Yuko Tanzania, ameingia kinyume na utaratibu, hana vibali vyovyote vya uhamiaji. Wamekuja kufanya shughuli za kilimo kwenye eneo hili ndani kabisa, kat katikati ya hifadhi. Wananchi hawa wananufaika na mbolea inayotolewa na serikali ya Tanzania, wanapata matibabu ndani ya serikali ya Tanzania wanatumia huduma zote ndani ya serikali ya Tanzania, lakini kibaya zaidi, wanakuja bila ya utaratibu. Sisi hatuwafukuzi kwenye nchi yetu unapokuja ndani ya utaratibu. Ukiwa kwenye utaratibu, tutakuhesabu wewe ni mtu mwema, lakini kama unakuja katika mazingira haya, tunatembea ndani ya kilomita kumi kuingia msituni, unaweka shamba, sheria itachukua mkondo wake. Naendelea kutoa wito, wananchi wote katika wilaya ya Kigoma, msikae na aji haramu. Lakini wananchi wote katika wilaya yetu pia ya Kigoma msikae na wahamiaji haramu ambao mnawapa shughuli za kwenye mashamba ama mnawakatia ardhi ama mnafanya nao mawasiliano na mahusiano huku mkijua kabisa kwamba hawa ni wahamiaji haramu. Sheria itaendelea kuchukua mkondo wake. Mimi kama mkuu wa wilaya pamoja na viongozi wenzangu wa kamati ya usalama, hatulali kesha mguu kwa mguu nyumba kwa nyumba mpaka tuhakikishe kwamba watu wote ambao wanaishi hapa nchini na kutuharibia mazingira kinyume na utaratibu <gulitra> tunaanza na huyu, tunakwenda kumaliza na wengine. Tumetembea kwa mguu kutoka Nyarubanda mpaka tumefika Kagunga. Eneo hili hawa watu wakazi wa, wa eneo hili ambao ni raia wa Burundi walianzisha kitongoji chao hapa, wamekaa hapa wakaona waanzishe utawala, waanisha kitongoji chao ambacho tulikipiga marufuku, na sasa e, tumekusha waeleza kwamba ndani ya siku mbili mpaka tatu zijazo tutafanya operation kubwa ya kuwakamata wale wote ambao wanaishi nchini kinyume na sheria. E, tuko tayari kwa zoezi hilo, lakini e, kwa vile tumeshasema tuliwapa wiki mbili waondoke. Eh, nina imani eh, watu wanaotii mamlaka watakuwa wamekusha ondoka, lakini wale ambao watabaki tutawakamata na kuwapeleka mbele ya sheria, tutawapeleka mbele ya mkono wa sheria ili sheria ichukue, ichukue mkondo wake. Kwa hiyo tunaendelea kueleza wazi kwamba tunawapokea wageni, lakini waje kwa utaratibu, waje kwa, waje kwa vibali kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, lakini pia hatutawaruhusu kukaa ndani ya hifadhi hili ni jambo la jambo la msingi sana kukaa ndani ya hifadhi kufanya shughuli ndani ya hifadhi kulima ndani ya hifadhi hapana kwa hiyo tumemaliza ziara yetu leo na sasa tunaendelea kumshukuru mwenyezi mungu kwa kuanza safari ya kurejea takriban kama tumeanza saa tatu mpaka sasa hivi ni saa kumi na moja tunatarajia tena kutumia masaa takriban sita kurudi

safari ndefu na tuhitimishe taarifa hizi kwa kuelekea huko nchini Kongo ambako wanamgambo wa wazalendo wamekuwa wakifanya mapambano na waasi wa Twiraneho ambapo wazalendo wamezidi kusonga mbele dhidi ya waasi hao. Adui aliamkia kushambulia wazalendo eh, huko kwenye milima ya Uvira ah, lakini Mungu akasaidia wazalendo, kabisa walimchapa kikweli jana na leo tena, kabisa wazalendo wakadamkia tena kumpiga kabisa adui pigwayeho au kabisa, na kweli kabisa nas kabisa igwaneo ni kundi la la wananchi hilo. Kwa nini mnawaita adui igwanyeo? Uh, walifanya koalisio na M23 afse, na wanapenda kushambulia uh, jeshi letu la FDC pamoja na wazalendo na wakaaji wote wa Congo na ndio maana tunaendelea kabisa kuwapiga na kuwafyeka vizuri vizuri kabisa. Unasema mapigano yalifanyika wapi na wapi? Mapigano yalifanyika jana na leo Kageregere uh, Kahololo uh, Marungu kabisa waliwafyeka kabisa mpaka leo kabisa wanatawalika njia kuna maafa yoyote pande zote? Aa, kwa ngambo zetu kabisa watoto wa Mungu kabisa wako kabisa ngangari, lakini kabisa adui walimchapa kabisa. Kwa sasa tunapata uh, maiti yao kumi na tano uh, wengine kabisa tumewakamata mateka na no, upande wenu je? Upande wetu kabisa tuko ngangari kabisa, hakuna maafa yoyote kabisa. Mnafia nini? Ha, unajua ya kwamba adui ni adui. Adui anapenda kabisa kunyang'anya eh, nchi yetu ya Kongo, na ndio maana hatuwezi kubali kabisa E, awa magaidi kutoka Rwanda waje kuigotomeza e, nchi yetu ya Kongo, na Kongo ilizaa watoto kabisa ambao wana nguvu kabisa za kufieka adui, na ndio maana kama vile warahia ambao wanasimama kuitetea nchi yetu, kuona ya kwamba hatuwezi kubali nchi yetu iendelee kutawaliwa na Wanyarwanda wa M23, na ndio maana tu kabisa imara kwa kuitetelea nchi yetu. Vyanzo vinavyosogelea tiga leo vinasema kwamba nyinyi mlienda kuiba ng'ombe za wananchi, ndio maana mnakuwa mnapigana mna hivyo na wao wakataka watetee hizo ngombe za wananchi, ile ni uongo wao kabisa. Hao ndo wenye wamekuja kutushambulia, ndio maana tunaendelea kuwafyeka. Ile ni uongo wao ya Wanyarwanda. Wanyarwanda wakiona wanakuja kutushambulia wanaweza kusema eti tumekwenda kuiba. Sisi hatuna nia ya kuiba ng'ombe. Hiyo kazi yetu, nchi yetu ipate amani. Na makundi ya wazalendo ni mengi, kundi gani na kundi gani itapigana huko, ndiyo Luve Ilunga Rusesema e, jile nguvu za milima Kashumba hao wote na wengine e, Mzizi e. Na ndio maana tulifanya muungano wa kupieka adui kabisa. Kwa sasa tunavyozungumza, hali ikoje? Kwa sasa leo tulianza mapambano, ilikuwa tenkele uh, ya asubuhi, na kwa mida hii kabisa, tuko tunakadiria adui ametoweka kabisa kwenye na kwa mida hii naona utulivu unakuwa, lakini kesho tena asubuhi tutamlamkia adui yemeventrua mpaka tumfieke hai. Kageregere marungu kaololo, milima uh, yote ya Uvira huko Rurambo yote kabisa iko mikononi mwa wazalendo. Ujumbe, ujumbe, tunaiomba kabisa serikali yetu ya Kongo kuju kutuunga sisi wazalendo eh, mkono ili tupate nguvu za kumfieka adui, na tuko timamu kabisa kumpiga adui.